Nyuki sifa zake kuu tatu huenda ndizo zinajulikana zaidi, yaani uzalishaji asali, uchavushaji wa mimea pamoja na kusababisha manundu yenye maumivu kwa wanadamu baada ya kudungwa na nyuki. Lakini kiuhalisia, wadudu hawa wanayo itifaki ya kuishi maisha yao ya kila siku. Kwenye kundi moja la nyuki, kuna aina tatu za nyuki. Aina ya kwanza ni nyuki malkia, Aina ya pili ni nyuki dume na aina ya tatu nyuki kibarua. Malikia kwenye kundi ni mama mlezi wa kundi na ndo mtoa amri katika kundi zima. Nyuki dume kazi yake ni kujamiana na malikia ili kupata mbegu kwa ajili ya kuzalisha nyuki wengine, na nyuki kibarua kazi yake ndo mfanyakazi wa kazi zote ndani ya mzinga. Hata maisha yao wanaishi siku tofauti. Malkia anaishi miaka miwili mpaka miaka sita, na nyuki kibarua anaishi siku 36 sita na nyuki dume anaishi siku arobaini. Na hapa unaelezwa mchakato wa kumpata malkia wa nyuki. Kila kiota kimoja cha nyuki au mzinga mmoja wa nyuki, malkia ni mmoja. Kinachokuja kutokea pale ni nyuki vibarua kuteua yai mojawapo la nyuki wa jinsia ya kike, wanalipanulia chumba. Wakishalipanulia ile chumba wanamlisha chakula maalum ambayo ni maziwa ya nyuki. Maziwa ya nyuki ni kwa ajili ya kwenda kuendeleza mfumo wa uzazi wa nyuki. Mambo yote hayo yanafanyika kupitia mawasiliano maalum kwa lugha wanayoelewana, wanapashana habari kama tulivyo sisi, na habari zao wanatoa kwa njia ya harufu au kwa njia ya kugusana kwa antena. Harufu anazotoa atoe harufu moja, anatoa kemikali za tofauti tofauti, na kila kemikali inaashiria kitu kingine Yaani kila tukio anatoka kwa kemikali, labda hii kemikali ya kuleta maji, hii kemikali labda ya kufuata chakula, hii ni kwa ajili ya ukali, labda wameshambuliwa. Kama ilivyo kwa binadamu, tendo la kujamiiana huwa la kificho, hata kwa nyuki. Anayefanya tendo la kujamiana ni nyuki wa aina mbili tu, ni malikia na nyuki dume. Huyu nyuki kibarua hana tendo la kujamiana kabisa, yeye hafanyi kabisa maishani mwake. Nyuki katika kwenda kufanya tendo la kujamiana Nyuki malkia anatoa harufu ile, harufu ya kuashiria kwenda kupandwa. Anavotoa ile harufu, nyuki dume wa kila kundi lolote liloko maeneo yale pale watasikia ile harufu. Baada ya kusikia ile harufu, huyu nyuki malkia atatoka na nyuki wake vijakazi, wataruka ni futi kumi kutoka sawa wa ardhi, anavuruka leo sawa futi kumi. Malkia akifika pale, au nyuki kutoka kundi lolote ambaye atakayewahi ndo atakayempanda malkia na baada ya hapo yule nyuki dume atakufa. Inashauriwa, endapo kundi la nyuki likiingia katika makazi ya watu, basi watafutwe wataalamu kwa ajili ya kuwaondosha na si vinginevyo. Ahmad Ali, Azam News, Dodoma.